Kwa majina anaitwa Evans Geoffrey ambale MCA Busozo Central Lorambi Constituency Kakamega sabukaundi, na mimi kwa siku ya leo nina sherehe harambee ya kutafutia wamama wajane pesa. Nilianza kikundi cha wamama wajane, niliona kwamba wamama anasema wa uone ambale, nikasema kama wanataka wanione watengeneze vikundi. Nikatengeneza vikundi vikundi sita, kila uh, community area community area na wamama wajane ziko sita, na nikatengeneza zote sita. Tukafika hapo tukaunda CPO, so leo ni CPO zote sita zimekutana hapa, na hawa mama wajane wana changamoto kubwa sana. Changamoto yao wanataka pesa, na hiyo pesa itoke kwa muemsie ama mheshimiwa. Yote nikawaelezea. Baada ya kusema mheshimiwa atoe pesa hamusini, hamusini, tuunde vyama, vikundi, hizo vikundi tupeane pesa, zianze miradi hawa mama wameanza miradi, wanavuka makuku, mbuzi, kondoo, ng'ombe, mboga. So wakati huu wamefungua akaunti yao, kila wamama wanafungua akaunti yao, wanaendelea vizuri sasa. So wana shida, changamoto ni kutoa pesa, wanatoa wanatoa hamsini peke yake. So unapata mama hata kufika hapa ana transport changamoto iko tena kwa masaa, wanataka chakula so, ni wale wanataka mkae nao dakika kichache warudi nyumbani. Ningeomba mheshimiwa wangu MP ni bila yuko, nilikuwa nimemwalika na yeye, naye mgeni wetu ya heshima leo ni David governor, na nataka mpaka presidenti aje afike usoendo kuchangia hawa mama wajane. Kwa maana yeye pia anajali wa mama wajane wa. So kwa siku ya leo, nangoja mgeni wetu heshima, atakuja, mtamuona, atuchangie pesa, mama waendelee na biashara yao ya, ya kulima, kufuga na vizingine zote. Hiyo ndio nasata Tuna tena young, young mothers. Tuna komita areas sita so, na young mothers na widows and widow and widows, so ni vikundi kumi na mbili ambazo mimi ziko chini yangu huwa nasifadhili au nasonga nao na maana hiyo na, tunatangaza kila pahali, matanga iko makanisa, tunatangaza so wale unajua watu wote wana kusikia iko tofauti lakini na hakika, kama iko mama mjane, lazima awe kwa kikundi. mama wengine uko na... wangu ni hivi, gari limeanza safari, gari limeanza safari. Waje, kama hajaingia kwa kikundi, aingie kwa hiki kikundi, tusoge pamoja hapa. Hakuna cha kuchelewa, nafasi yiko. Mama yoyote mjane aingie kwa hapa kwa kikundi. Tena hao mama wana welfare yao mmoja wao akipata shida, hawa mama wananunua hata sanduku, wanalipa wanawachia, yule mwenye amepata shida, wananunua hata taanakombua hasi. Ni kitu ambayo inafanyika saa hii, mama mwejane akipotea, matanga inasimamiwa na mama wajane. Hiyo ndio kwa welfare inafanya kazi mzuri sana. Ni Margaret Mchera nikiwa Chairperson of Buzozo Central Widows and Widowers group. Hii group ilianza 2024 May, na iko na idadi ya members elfu mbili kufikia saa hii na bado tunaendelea kutafuta wengine ambao hawajaingia, kuwasensitize na kuwaelezea tumeungana na tunatarajia Buzozo Central Widows wote waingie katika hii gari. Tuko na group sita ikiwa kila ward iko represented. Tuko na Ematetie, tuko na Eshiamboko group, tuko na Shisiru group, tuko na Emakaka group, tuko na Ibinzu group na tuko na Eshivembe group. Tuna mshukuru mheshimiwa wetu MCA kwa sababu ametuinua sana, alianza na sisi, amehakikisha hivi kundi imeandikishwa na ameungana nasi kutuanzishia miradi midogo midogo. Tuko na miradi, tuna mradi wa ufukaji wa kuku, kuna mradi wa ufukaji wa nguruwe, kuna mradi wa kuuza kuni, kuna mradi wa kupanda mboga na nepia, na hizi zote zinatuletea faida hiyo vikundi sita yote iko na accounts na hizo accounts ziko active. Tunaomba tu viongozi wetu wa ngazi zingine za juu waungane nasi ili kutushika mkono na kutuinua, ili maisha yetu kama wajana wa Bizoza Sendro ikapate kubadilika, na hii kikundi inakaribisha kiongozi yeyote. Kwa sababu wakati viongozi wetu walikuwa naomba kura, walituambia watatufanyia maendeleo, na hatuwezi kuwalaumu kwa kuchelewa kutufanyia maendeleo kwa sababu sisi hatukuwa tumejiunga. Lakini leo hii nawatangazia na wote viongozi wetu ya kwamba Putoto Central Widows and Widowers Group wameungana na wako tayari wakuje waungane nasi, watufanyia maendeleo yenye walituahidi. Haitakuwa ngumu kuwapata, kwa sababu kila wakati walikuwa na tuchalenji ya kwamba sisi hatujajiunga na hawezi kufika kwa milango yetu. Hata leo hii tuko na kongamano kubwa Epeneza, na tunatarajia deputy governor ataingia kukaa nasi, na wakati tunapomngojea tuna uhakika anakuja, na tutafurahia kuungana naye. Pia tunaalika hata governor wetu akuje aungane nasi kama kikundi ya Puzozo Central MP wetu aungane nasi, mama wetu wa kaunti aungane nasi, hata Presidenti wa Kenya tunamwalika akapate kutambua Puzozo Central Widows and Widowers Group.